Oh, karibuni watu wa Mungu katika vipindi vyetu vya siku zote. Tuombe Mungu tupe kibali machoni pako tunapokwenda kutafakari neno lako. Tupe kibali machoni pako zaidi na zaidi, tupate kuelewa fahamu zetu zikajenge katika neno lako. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, tunaomba na kushukuru, Amen. Ndugu zangu, tuendelee na vipindi vyetu vya siku zote. Kipindi kile kilichopita niliweka wimbo na ninahisi wengi umewabariki ambao ni ujumbe ambao ni uhalisia wa maisha yangu. Tunaendelea leo na vipindi vyetu vya siku zote. Leo tunataka tuzungumze ujumbe unaosema hakuna kasoro mabegani mwako. Haleluya, watu wa Mungu, hakuna kasoro mabegani mwako. nini maana yake? twende kwa pamoja. Mungu anasema uchungu wote na ghadhabu na na hathira na kelele na matukano yaondoke kwenu pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane same, kama, na, kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Mungu anatuhimiza tukasameane kama vile Kristo alivyotusamea sisi. maana ya maana ya <coughs> uweza mabegani mwako. Kwa hiyo Mungu anatuhimiza tendo la msamaha kama Kristo alitusamea sisi, na sisi tupate tusameane sisi kwa sisi, ili neno linatoka katika ya kifungu cha Waefeso sura ya nne na aya ya thelathini na moja mpaka thelathini na mbili. Amina, watu wa Mungu, kuna baadhi ya watu ambao hawana furaha katika maisha maisha yao, kuna uchungu mkubwa sana ndani ndani yao, hata pale wanapo wanaposhauriwa kuwa kuwasamehe wale walio waliomuumiza au kumkosea hawa, hawako tayari kuachilia. Haleluya, watu wa Mungu. Kama vile mtu umepita katika mapito ya maumivu sana, mapito ya kunyanyasika sana, ile inakuwa kama kitu kilichoumbika ndani yako, na ujumbe huu hasa mimi ndio unanigusa zaidi. Yaani, naona kabisa kama Mungu anazungumza na maisha yangu moja kwa moja. Kweli vile mtu ukuavyo, vile vitu vionekanavyo ndani yako, ndio vinakuwa kama mbegu, vimeota mizizi ndani yako, kweyo ni vigumu. Matawi yanaweza yakanyauka, lakini mizizi kama haikuchimbwa bado itaendelea kuchipusha matawi mengine. Mungu atubariki sana. Anasema wana, wanaomba na kufanya maamuzi katika, katika misingi eh, katika msingi wa kuumizwa kwao kuko kukosewa kwao na uchungu, ili hali ili hali wanakiri kuwa wame wamesamehe hali kwamba wanakili wamesamehe, kumbe sio mambo yanayoendelea huko ndani. Swala la msamaha, swala la uchungu huko ndani, huko ndani uchungu wa maumivu yale aliyapitia. Sasa hata inapokuja swala la kukosewa, unapomwambia mtu kama huyu msamaha, anaweza akasema amekusamehe lakini ndani ili jambo linakuwa gumu sana, gumu, gumu mno. Ninawasii wazazi tuwalee watoto katika misingi ya pasayo, impasayo Kristo. Mimi ni mhanga, nimeishi katika maisha ya mitaa ya mtaani na kuishi na watu wake wa aina aina, huyo maumivu na machungu. Mimi hata leo hivi vitu vinanitesa sana, yaani sio rahisi, yani jambo yani ya mtu tu yani, kulisema nikaumiza moyo wangu Sio rahisi kama hiyo unaofikiria, hilo jambo mimi kuliachilia, lakini kwa kadri ninavyompenda Mungu ananisaidia. Kwa hiyo tusiruhusu maneno maovu, tunapanda mbegu mbaya ndani ya mioyo ya watoto. Mungu atusamehe na atusaidie sana. Anasema kataa kataa, kuipatia chuki, kataa kuipatia chuki, hifadhi Yaani, anasema chuki usipatie hifadhi katika maisha yako. Haijalishi ni, ni kwa ubaya kiasi ni kwa ubaya kiasi gani mtu anaweza kuwa ametenda dhidi ametenda zidi yako, Mungu anatuhimiza tusipatie chuki nafasi katika mioyo yetu. Haijalishi ile jambo tulilotendewa ni kubwa kiasi gani linaumiza kiasi gani, lakini chuki tusiipe hifadhi ndani ya maisha yetu mambo yote unayoona haya ya mauaji, ukatili, mume kupiga mkeo, kuipatia nafasi hasira ndani ya maisha yake. Mungu anasema anasema, endelea kushikilia, endelea kushikilia maumivu ha? kuendelea kushikilia maumivu na kinyongo cha na kinyongo cha uzoefu wa hali hiyo hali hiyo, kutaendelea kutaendelea tu kuumiza hisia hisia zako zaidi na zaidi, na hatimaye kuathiri na afya na afya yako. Anasema kama mambo haya ya kinyongo, chuki ukiendelea kuyashikilia ndani yako, hakuna kitu ambacho kitakachozaliwa zaidi ya tu kujiongezea maumivu na hasira na chuki ndani ya maisha yako Ut anasema? Anasema kuwa mtu usie samehe ni ni kuruhusu hali au mazingira mazingira kuku mazingira kumazingira kuku, kuku, kukuibia furaha, furaha yako katika maisha. Mungu anaendelea kusema kama utaendelea kuweka hivyo vitu ndani ya maisha yako ndani ya moyo wako, yaani sana, sana tu, afya yako unaifanya iibiwe kwa vitu ambavyo havina maana ndani ya maisha yako. Kumsamee anasema kusamee wengine si sana, kusamee wengine si sana kuhusiana na kuhusiana na wale kuhusiana na wale walio ku, walio ku, walio kukosea, bali ni Bali ni, kuku, bali ni kuhusiana na maisha na maisha yako binafsi maisha yako binafsi ni kwa manufaa yako. Anasema kwa samehe wengine sio sana, yani vile unavyoendelea kushikilia ndani ya moyo wako msamaka wengine haupo, si kwamba ile itamnufaisha zaidi yule, bali ni wewe, kwa manufaa yako utaendelea kuumia, lakini unapoachilia na kusamee, hiyo itakufanya wewe kujenga afya yako kuwa imara. Ndugu zangu, kwa kuwa muda wangu ni mchache sana, na Mungu atatubariki sana, ataendelea kusema nasi siku kwa siku. Hivyo basi, endeleeni kufuatilia vipindi hivi na kuendelea kuwashirikisha wengine. Mungu akitupa kibali, tutaonana tena kwa majira na wakati mwingine. Kwa hiyo uweza mabegani mwako, huu ni uweza wa Mungu mabegani mwako. Kwa hiyo nguvu ya Mungu iko ndani yako na Mungu atatubariki sana kama tutazingatia haya. Tuombe. Asante Baba, umetupa kibali na neema ya kusikia neno lako, ingawa kwa dakika chache hizi, lakini bado Baba umehudumia mioyo yetu, umesaidia mioyo yetu, ukawabariki hata wale wasikilizaji. Mungu ukawapatia riziki, ambao wako kwenye simu zao, wapate kusikia ujumbe huu, ukapate kufanya upya katika mioyo yao. Hata kameramani wangu mpe nguvu, wewe ni Mungu, wewe ni Baba, hata nami unikumbuke. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu, yote anawezekana kwako. Ingia YouTube, TikTok, ndugu wasikilizaji, subscribe. Tuka mgeni asiyejua nini hasa kinachozungumzwa ni nani huyu anayozungumzwa, mimi ni Mhubiri Mngoni. Kiingia YouTube uta, uta subscribe hapo na TikTok hiyo hiyo tu, Mhubiri Mngoni. Haya yote utayapata na Mungu atawabariki amen.